Mtazamaji nakusalimu kutoka katika parokia ya Roho Mtakatifu Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Kama unavyoona kanisa liko nyuma yangu hapo, na hapa ni uh, katika maeneo ambayo ninapata maoni ya baadhi ya wa wakazi wa Arusha kuhusiana na kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis. Kama tunavyojua kwamba miaga dunia, na kwa nini watu wanamzungumzia sana? Kitu gani ambacho kinafanya papa atakumbukwa sana? Haya ni maoni ya baadhi ya watu. Mimi ni Veronica Natalis, karibu katika Kurunzi Live. Kwa sababu alikuwa ni kiongozi mzuri, ameiongoza kanisa kwa muda wote vizuri. Kwa hiyo lazima, I mean, watu wapate maumivu, na tangu alipoingia madarakani alikuwa ni mjumbe wa kuhamasisha amani duniani, na amefanya ziara nyingi katika nchi zile zenye mapigano ya kivita, huku akiombea tupate amani duniani. Na wakati alikuwa na dili sana na eh, watu ambao katika jamii vijana wetu wameelemewa na dhambi hasa za ushoga na dhambi ya usagaji pia, lakini alitamani kwamba watu hao watambulike, akichukua lile andiko ya kwamba uh, makahaba na watu wengine wakosefu ambao jamii inawaweka mbali kwamba hao watawatangulia katika ufalme wa Mungu. nimewauliza pia wao binafsi watamkumbuka vipi Papa Francis. Tunaona katika homilia zake alivokuwa anaelezea juu ya amani, juu ya upendo, lakini nakumbuka Alamisi kuu zilizopita alienda mpaka magerezani akaenda kuwaosha wafungwa koni, alionyesha upendo wa hali ya juu sana, yanawagusa pia ambao sio Wakristo wa Katoliki wa umini, wa Christ, wa watu wote, yanawagusa tumekichukulia kwa huzuni sana, kwa sababu papa ni mtu ambaye kwa kweli alikuwa anawagusa mioyo ya watu kwa namna nyingi sana. Kozi, alikuwa ni mtu wa mazingira ni mtu wa amani, ni mtu wa haki, na hata kuishi kwake kwingi alikuwa anahubiri juu ya haki na amani. Viongozi wengine ambao watapata nafasi hiyo kama Papa, wasimamie juu ya haki kwenye ulimwengu, kwa sababu haki ndio kila kitu na amani ndio kila kitu. Na, mtazamaji na hayo ndio baadhi ya maoni ya wakazi wa jiji hili la Arusha kaskazini mwa Tanzania kuhusiana na vile ambavyo watamkumbuka Papa Francis. Umesikia mengi. Mjadala huu wa Kurunzi Live ninaurudisha katika studio zetu za DW Bonn Ujerumani na kutoka hapa mimi ni Veronica Natalis. Chao chao.